Wapangaji wa zamani wa nyumba za Buxton wamekaribisha uamuzi wa Waziri wa Ardhi na Makazi Alice Wahome wa kutenga nyumba mia tatu na thelathini na sita katika ujenzi wa awamu ya pili wa nyumba za Buxton. Mwenyekiti wa Kamati ya Maslahi ya Wapangaji wa Buxton, wa Mohamed Mzee amesema anafurahishwa na pendekezo hilo. Naibu katibu mkuu Bwana John Tsuma amesema wako tayari kuchukua nyumba huko Buxton chini ya mpango wa ununuzi wa mpangaji TPS wala si mauzo ya sasa ambapo wanunuzi wanapaswa kulipa shilingi laki mbili elfu hamsini kila mwaka. Naye seneta mteule Miraji Abdillahi amehimiza kutengwa kwa nyumba mia moja na themanini na nne kwa wale ambao hawakuweza kushughulikiwa katika mradi wa awamu ya kwanza. Wakati huo huo wamesema wakazi wa Mombasa hawatakubali kuhadaiwa katika miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu ya Mzizima, Changamwe, Likoni na Chuda. Naitwa John Tsuma, mi ni Deputy Secretary General wa Buxton Tenants Welfare na uh, phase 2 wanaenda wale 336 kulingana na vile kwa tumeandikiwa barua, uh, 336 kulingana na the Senate resolution and recommendation, uh, 336 kwa kwa phase 2 na phase one ilikuwa afawe 184, so 184 pale Buxton. Lakini sasa kufunika shere kidogoama nyumba zingine kidogo, kuzikodisha Airbnb kuonyesha kwamba kuna watu. Lakini, iyo, ni kutufunga macho sisi, ni kuonyesha kwamba nyumba zimeenda lakini nyumba hazijaenda watu wale, the list of the beneficiaries, tujue ni nani ni nani ambaye amelipa pale, isiko ni yeye, hao wajingaji ndio wamilikaji wa palepale. Uh, mimi kwa majina naitwa baya Mwanyule, secretary general Buxton Welfare Association. Mimi sasa sioni gumu lolote, ila tu nia za watu zinakuwa ngumu pahali ambapo mambo yaliisha kitambo. Ahadi yetu ni kwamba tutoke Buxton na tutapatiwa nafasi ya kwanza kurudi Buxton. Ombi letu ni moja tu, sisi ndio wana Buxton kamili, na ni haki yetu kurudi Buxton bila kupelekwa left or right sisi tulikubaliana tutoke pakistani na haki ya kwanza kumiliki nyumba za bakistani ni ya wana wanabakistani. Hilo halitobadilika, litasimama vivyo hivyo milele na milele mpaka siku ile tutapata nyumba zetu. Uh, kwa majina anaitwa Mohamed Mzee, mwenyekiti wa wana wanabakistani. Kweli tulikwenda Nairobi tukakutana na waziri, na majibu tuliyopata kwa waziri tuliridhika. Sasa iliyobaki ni vitendo. Alitumia barua kutuhakikishia kuwa serikali kuu wanatujua, wanatuangalia, wanatufanyia kila kitu. Kwa hiyo hata akaahidi akija hapa anaenda Lamu kutoa title deed. Atashuka hapa akutane na gavana waongee shawana. Kitu cha kushangaza ni kwamba tulipomuuliza habari ya 184 akasema, mimi sina shida, sina shida kabisa, ni gavana wenu anipatie nyumba nimpe pesa, tuwafanyia location, muingie mwingie under TPS. Hiyo... tarehe 16, mwezi huu mtaweza kupata majibu yote kamili. Nimeweza kuitisha kikao kupitia mwenyekiti wa kamati yetu ya barabara na nyumba pale seneti, tutaweza kuja hapa Mombasa pamoja na wizara ya nyumba, waziri wake PS mwekezaji, na sisi kama kamati, pamoja na wananchi waliokuwa wakiishi bakistani. Mkutano huu unaweza kufanyika pale GTI, so tutawahitaji muje musikie maswali yakijibiwa moja kwa moja kutoka idara zote. kwa nini tumesema kikao hiki kifanyike? Kwa sababu imekuwa kirba goji kirba, tunapelekwa mbele, tukirudishwa nyuma, ha? sisi tumepeana ardhi yetu tuliambiwa kwamba tunataka kutengezewa affordable housing. Tunataka developer aje atueleze kwa nini badala ya kutengeza affordable housing alikimbilia kujenga social housing, hmm? tunataka kujua hizi nyumba elfu moja na mia nane zinamnufaisha nani ikiwa waliokuwa wakaaji wa pakistani hawajarudi. Kuna watu wanaishi. Katika barua yangu niliyoweka katika social media yangu ya Facebook inauliza majina ya watu walionunua. Mbona imekuwa shida vuta ni kuvute ya mwekezaji kuweza kutupa majina? Affordable housing was never meant for the rich. Mimi ni mtu wa Kenya Kwanza government. Better manifestation was talking about the people of the low levels. Huh? Owning their own houses. So tunataka haya majibu moja kwa moja kutoka kwa developer, kutoka kwa county government. Hata governor akija, sote tutamuuliza, kwa nini mpaka sasa hatujachapishiwa maagano the agreement between the between county government and the developer? Na hatutakubali watu wa Pakistani wapelekwe Changamwe, kwani, hmm. Ni kina nani muhimu atakaa hapa? yeah. Sio wale waliokuwa wakiishi? yeah, exactly. yeah. Hmm. We are not asking for a favor. Yeah. Yeah. Nikiripotia runinga ya Annisa Mombasa, langu jina Farida Ali.